Tujaribu kupanda baadhi ya maharage hapa, tuone nini kitatokea. Tutumie mbegu chache tu kujaribu kwanza. Sawa, kama ni hivyo. Da, afadhali tumemaliza. Yaani, kuna joto sana hapa, nina kiu. Mimi pia, twende tukatafute maji baridi ya kunywa. Jamani, nimeshindwa tena. Kwa nini naendelea kujaribu? Mm, yanaonekana yamenyauka. Hivi ndivyo ninavyojisikia nikiwa nimefanya kazi siku nzima juani kama usingenipa maji mazuri ya baridi. Hmm. Ndiyo, gedere maji yatakuwa yanahitaji maji kweli. Eh, natakiwa kurudi nyumbani kabla ya giza, lakini hatuwezi kuiacha hapa. Labda kila mmoja abebe mimea kadhaa kwenye chupa ili tuweze kuiangalia tukiwa nyumbani. Wazo zuri. Sasa tunajua yanahitaji maji na mwanga wa jua. Najua na sehemu ya kuiweka ya kwangu. Tutaonana, Nina. Ngedere, ngedere, ngedere. Imekufa ngedere? Mche moja tu umebaki. Na unataka kufa pia. Usijali Nina, unaweza kuchukua mimea ya yangu. Hapana. Basi, haikutakiwa kuwa tianani hiyo. Hakutakiwa kuwa na simba kwenye msitu wa Kokotoa. Hapana, ni tumbo langu, nina njaa sana. Sikutaka kula nyama, nimekuwa nikiweka chakula kwenye sahani za binamu zangu wakati mjomba na shangazi wakiwa hawaniangalii. Lakini sasa hivi njaa inaniuma kweli, na nahisi kuchoka sana. Unaonekana umechoka kama mmea wako. Labda inahitaji chakula kama wewe, ngoja nitafute chakula kwa ajili ya mmea wako. Wewe nenda kwa mzee Kigo, anaweza kukupa kitu cha kula. Asante kwa chakula, mzee Kigo. Karibu tena, nina nina mazao mengi hapa. Unakaribishwa muda wowote ukijisikia kula. Maharage yatakuwa tayari kuvunwa hivi karibuni. Mzee Kigo, naomba nikuulize swali, ila ni swali la kijinga lakini mm -mm. Subiri kwanza, hakuna swali la kijinga. Nina watu wanafikiri ukiuliza swali unaonyesha wengine jinsi ambavyo unaonekana ujui, lakini si sawa sana kufikiria hivyo. Kuuliza maswali inaonyesha watu wengine jinsi unavyotaka kujua, ni ishara ya kujifunza na kuwa mdadisi. <laughs> sawa lakini nilikuwa nataka kujua mimea inakula nini haswa. Mimea ya maharage unailisha nini? <laughs> Sasa hili ni swali zuri, lakini nafikiri jibu langu linaweza kukatisha tamaa. Mimea haili kitu chochote. Unasema? Ndiyo, hivyo inajitengenezea chakula chake yenyewe kupitia usanisinuru. Usanii nini? Sasa inamea vipi kama haili? Ah, mimea inashangaza sana. Inachukua mwanga toka kwenye jua, maji ya mvua na hewa inayozunguka, na kwa kutumia vitu hivyo inajitengenezea chakula na hiyo inakuwa chakula chetu pia hii ni ajabu sana ah, sawa mwanga wa jua maji ya mvua na hewa hewa ndiyo inahitaji hewa ndiyo inahitaji hewa natakiwa kwenda mzekiko nimeshajua cha kufanya asante sana kwa chakula na ahidi kukupikia maharage hivi karibuni. <laughs> Furaha ya kugundua jambo hilo. Hata sijui amegundua nini.